Sawa wabunge wenzangu na wadosi wangu wenye wananisikiza, Kwacholokokwe. Sawa, so kuanzia leo nitakuwa naongea na kibia naeda. Na mimi niko tayari nii, ni kitu imepangwa, lakini najua hiyo mdao kidogo

Na, na mimi jambo kiniumanga lazima niliye kwa wananchi. Na nionge wananchi mufanye vile mnajuanga. Acha <laughs> mambo hii, mambo hii asabi. Wacha na iko iko iko kama. Tunaongea tukilia kwa sababu tume tume tembe tumezunguka tumezunguka tunajua kile kitakuwa 2027. Mapisano iko.